Simba Sports Club wanayaga mashindano ya CRDB Federation Cup baada ya kichapo kizito kutoka kwa Singida Black Stars, kichapo cha magoli matatu kwa moja katika mchezo wa nusu fainali ya CRDB Federation Cup ambao uliwakutanisha Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo ulikuwa ni mchezo wa moto kwelikweli, mchezo ambao ulianza vizuri sana kwa klabu ya Singida Black Stars. Dakika 16 ya mchezo Jonathan Sowa akitanguliza Singida Black Stars kwa kuandika goli la kwanza. Dakika 34 ya mchezo Emmanuel Keyeke anaweka goli la pili kwa Singida Black Stars. paka dakika bwana tano za kipindi cha kwanza zinamalizika, Singida Black Stars walikuwa kiongoza goli mbili kwa sifuri. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili. Dakika bwana tano za kipindi cha pili zinaanza vyema tena kwa klabu ya Singida Black Stars. Dakika bwana nane ya mchezo yule yule mfungaji wa gol la pili la Singida Black Stars anaandika gol la tatu kwa Singida Black Stars Emmanuel Keyeke kwa pigo huru ama Afrika ambayo imezama moja kwa moja langoni. Dakika 67 mchezo Jean Chazawa anaandika gol la kwanza na nakufutia machozi kwa Simba Sports Club kupitia pigo huru ama Afrika. Full time Singida Black Stars 3 Simba Sports Club moja. Hatimaye rasmi sasa Simba Sports Club wanayaga mashindano ya CRDB Federation Cup baada ya kichapo cha magoli matatu kwa moja. Ni mwendelezo wa matokeo mabaya kwa Simba Sports Club. Hivi karibuni Simba Sports Club wameshindwa kubeba ubingwa wa Kafu Confederation Cup, na sasa ni CRDB Federation Cup, wanatolewa katika hatua nusu fainali na kule katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, Simba Sports Club iko nafasi ya pele. Ulikuwa ni msimu wenye matumaini makubwa sana kwa klabu ya Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba Sports Club walitumainia Simba Sports Club huenda ikaondoka na treble katika mwaka huu msimu 2024 2025. Walikuwa wanatarajia Simba Sports Club ingeanza kuondoka na CAF Confederation Cup, iondoke na CRD Federation Cup, na kuondoka na ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Lakini hali si hali kwa Simba Sports Club. Tumaini pekee waliosaliwa nalo ni tumaini la kubeba ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Tusubiri kuona ni kipi kitatokea. Mpaka sasa hivi katika msimamo wa ligi, Simba Sports Club inashikilia nafasi ya pili, mbele yao akiwepo mwasimu wao Young African Sports Club. Yeah, unahisi ni kitu gani ambacho kimeikwamisha klabu ya Simba kushindwa kufanya vizuri katika mashindano yote hayo mpaka sasa? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television. Endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Simba Sports Club wanayaga mashindano ya CRDB Federation Cup baada ya kichapo kizito kutoka kwa Singida Black Stars kichapo cha magoli matatu kwa moja. Katika mchezo wa nusu finali ya CRDB Federation Cup ambao uliwakutanisha Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo ulikuwa ni mchezo wa moto kweli kweli, mchezo ambao ulianza vizuri sana kwa klabu ya Singida Black Stars. Dakika 16 ya mchezo Jonathan Sowa akitanguliza Singida Black Stars kwa kuandika goal la kwanza. Dakika 34 ya mchezo Emmanuel Keyeke anaweka goal la pili kwa Singida Black Stars. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika Singida Black Stars walikuwa wakiongoza goli mbili kwa sifuri. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili zinaanza vyema tena kwa klabu ya Singida Black Stars, dakika 48 ya mchezo yule yule mfungaji wa goli la pili la Singida Black Stars anaandika goli la tatu kwa Singida Black Stars Emmanuel Keyeke kwa pigo huru ama Freak ambayo imezama moja kwa moja langoni. Dakika 67 mchezo, Jin Chaza wa anaandika goli la kwanza na akufutia machozi kwa Simba Sports Club kupitia pigo huru ama Freak. Full time: Singida Black Stars 3 Simba Sports Club moja. Hatimaye rasmi sasa Simba Sports Club wanayaga mashindano ya CRDB Federation Cup baada ya kichapo cha magoli matatu kwa moja. Ni mwendelezo wa matokeo mabaya kwa Simba Sports Club hivi karibuni. Simba Sports Club ameshindwa kubeba ubingwa wa CAF Confederation Cup na sasa ni Sierra DB Federation Cup wanatolewa katika hatua ya nusu fainali, na kule katika ligi kuu ya Tanzania Bara, NBC Premier League, Simba Sports Club iko nafasi ya pele Ulikuwa ni msimu wenye matumaini makubwa sana kwa klabu ya Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba Sports Club walitumainia Simba Sports Club huenda ikaondoka na trebo katika mwaka huu, msimu wa 2024 2025. Walikuwa wanatarajia Simba Sports Club ingeweza kuondoka na CAF Confederation Cup, iondoke na CRD Federation Cup na kuondoka na ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Lakini hali si hali kwa Simba Sports Club, tumaini pekee waliosaliwa nalo ni tumaini la kubeba ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Tusubiri kuona ni kipi kitatokea. Mpaka sasa hivi katika msimamo wa ligi Simba Sports Club inashikilia nafasi ya pili, mbele yao akiwepo mwasimu wao Young African Sports Club. Je, yeah, unahisi ni kitu gani ambacho kimeikwamisha klabu ya Simba kushindwa kufanya vizuri katika mashindano yote hayo mpaka sasa? Drop your comment hapo drop kwenye comment, hapa ni Super Trove ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.